Kuna mtu anauliza kwa nini mnaomba kupitia Bikira Maria na watakatifu ili hali Biblia inasema mwombezi wetu ni Yesu Kristo? Ni kweli kabisa, Yesu ndiye mwombezi wetu kwa Baba, na tunapata hayo kutoka kitabu cha Warumi sura ya nane aya ya thelathini na nne na waraka wa kwanza Mtume Yohane kwa watu wote sura ya pili aya ya kwanza. Hiyo hatuzuii sisi kuombea wenzetu wala sisi kuombewa na wengine ni mambo tu ya kujua siri za ufalme wa Mungu. Tukitazama tunaona, tukisikia tunafahamu. Tukisikia tunafahamu, rejea Mathayo sura ya 13 aya ya 11 na Marko sura ya 4 aya ya 11. tunapaswa kusoma Biblia kwa kutafakari, kwa sababu sehemu nyingine zimeandikwa katika mifano. Bikira Maria amechaguliwa na Mungu kama daraja ili mkombozi atufikie sisi na sisi tufikie mkombozi, yaani kama vile alivyopewa kumleta Yesu kwetu ambako ni duniani, vivyo hivyo amepewa kutupeleka sisi kwa Yesu ambako ni mbinguni kwa sababu ya kumleta Yesu anaitwa mama wa Mungu. Rejea Luka sura ya kwanza aya arobaini na tatu. Na kwa sababu kwa kutupeka sisi kwa Yesu tunamwita mama yetu. Rejea kitabu cha mwinjili Yohane sura ya kumi na tisa aya ishirini na sita hadi aya ishirini na saba. Tunapata kidokezo kuhusu Maria kama mwombezi wetu kutoka mwanaye Yesu katika ile arusi ya Kana. Alipoona upungufu wa divai katika arusi ya Kana alimwambia mwanaye, hawana divai pia anatupatia siri ya mafanikio, yaani kumtii Mwanawe kwa kutimiza kwa matendo yale anayoamua, lolote atakaloambia fanyeni. Rejea Injili ya Yohana sura ya pili aya ya tano, ili tufaidike na kupata tunayoomba na anayotuombea. Hata katika maisha yetu ya kila siku, si siku zote watoto wende moja kwa moja kwa baba na kuomba mahitaji yao. Mara nyingi wao hupitia kwa mama kwao, naamini kuwa mama umjua baba vyema na vilevile hujua kujieleza na kusikilizwa zaidi na kwa urahisi. Wa katoliki tunaamini kuwa waamini wanaokufa katika hali ya utakatifu hupokelewa na Mungu katika wakati ule ule, rejea kitabu cha Mwinjili Luka sura ya ishirini na tatu aya ya arobaini na tatu na kwa kuwa na ushirika naye hasa katika kushughulika na ukombozi wa waamini walio bado safarini, kitabu cha Ufunuo sura ya saba aya ya tisa hadi aya kumi na nne nasema hao ndio waliotoka katika ile dhiki iliyokuwa, hao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya Mwanakondoo. Na tukisoma Ufunuo sura ya sita aya ya tisa hadi aya ya kumi tuwapewa maelezo zaidi kuwa hawa ni marafiki wa Mungu na wako naye mbinguni wakimsifu kwa nyimbo na kumwomba kwa ajili yetu sisi. Mtume Yakobo sura ya pili aya kumi na saba inasema imani isipokuwa na matendo imekufa hiyo. Sisi tunadhihirisha imani yetu juu ya uhai baada ya kifo cha mwili kwa kuwa tuna ushirika hai na hawa waliotutangulia na sio kwa maneno matupu. Kwa wasio na imani thabiti juu ya uhai baada ya kufa, kwao ni upuuzi na ni kupoteza muda. Katika maisha yetu ya kawaida, msaada kwa mwenzetu anayetuzidi uwezo katika nyanja mbalimbali za kimaisha na sio kwa kumwonea wivu au kwa kumchukia. Watakatifu ni watu waliofaulu katika maisha ya wokovu, hivyo yafaa tuombe msaada wao ili nasi tuweze kufaulu. Kama usipo nifollow maako ya mwisho kuniona, nifolo kwa mafusho mengi zaidi ya imani. Pia usisahau kuifata mitandao yetu mingine ya kijamii kama vile YouTube, Facebook na Instagram kwa jina la Oscar Mkatoliki, kusudi tuinjilishe kwa pamoja. Ni mimi mtumishi wenu no mdogo, ni sesta hili Oscar Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo.